Serikali ya Iran imetekeleza hukumu ya kifo dhidi ya raia wake Bahman Choobaisal ambaye alihukumiwa kwa kosa la ujasusi na kushirikiana na shirika la kijasusi la Israel Mossad. Kesi hii ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari vya kimataifa, inaangaliwa kama ishara ya msimamo mkali wa Tehran katika kupambana na vitisho vya kijasusi vya kigeni. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali, Choobaisal alikamatwa mwaka uliopita baada ya uchunguzi wa miezi kadhaa uliofanywa na idara ya ujasusi ya Iran. Uchunguzi huo uligundua madai kuwa Choobaisal alikuwa amekutana mara kadhaa na maafisa wa Mossad nje ya nchi na ndani ya Iran na alikuwa akitoa taarifa nyeti za kiusalama na kiufundi. Mamlaka za Iran zinasema Choobaisal alihusika moja kwa moja katika miradi nyeti ya mawasiliano ya simu na miundombinu ya, ya kidijitali ikiwemo kupenya kwenye vituo vya data vya serikali, kukusanya taarifa za siri za kiusalama na kuchora ramani za njia za mawasiliano za taifa. Ripoti pia zinaeleza kwamba miradi hiyo ilikuwa sehemu ya mkakati wa Mossad wa kujenga uwezo wa kushambulia miundombinu ya Iran. Kwa mfano, mashambulizi ya Peja yaliyotekelezwa Lebanon mnamo Septemba mwaka 2024, ambayo yalitikisa tasnia ya mawasiliano. Baada ya kusikilizwa kwa miezi kadhaa katika mahakama ya mapinduzi ya Iran, Choobaisal alikutwa na hatia ya kufanya ujasusi kwa shirika la kigeni, kutishia usalama wa taifa na kushirikiana na adui. Hukumu ya kifo ilidhibitishwa na mahakama ya juu na kutekelezwa leo asubuhi katika jela ya Evin, Tehran. Serikali ya Iran ilitoa taarifa rasmi ikisema hatua hii ni ujumbe wa wazi kwamba mashirika ya kigeni hayatafanikiwa kuharibu usalama wetu wa kitaifa. Ujasusi wa aina hii ni kosa kubwa linalostahili adhabu kali. Utekelezaji wa hukumu hii unaibua tena mvutano wa kidiplomasia kati ya Tehran na Jerusalem. Israel haijatoa maoni rasmi, lakini wachambuzi wa Mashariki ya Kati wanasema hatua ya Iran ni sehemu ya vita visivyo vya moja kwa moja vinavyoendelea baina ya nchi hizo mbili, vita ambavyo vimejikita katika mashambulizi ya siri, utekaji nyara wa data na kuharibu miundombinu muhimu. Iran imekuwa ikiongeza ulinzi katika sekta za mawasiliano na teknolojia kufuatia ongezeko la mashambulizi ya kimtandao na operesheni za siri zinazodaiwa kufanywa na Mossad. Wataalamu wanaona hukumu hii kama onyo kali kwa wale wanaoshirikiana na mashirika ya kijasusi ya kigeni.